Hapa nitakutajia magonjwa hatari kwa mwanamke. Kwanza ni changamoto uh, kwenye uzazi, kama na changamoto ya PID, uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye uh, ovari, lakini mirija ya, ya uzazi kuziba, hiyo ni hatari kwa afya. Lakini namba mbili tunasema ni kansa ya shingo ya kizazi ambayo mara nyingi inasababishwa na HPV na mara nyingi dalili zake huwa zinaonekana kwa kuchelewa. Namba tatu a kansa ya matiti. Kansa ya matiti ni vivimbe vidogo vidogo na mabadiliko ya ngozi au nipo discharge, hakikisha na namba nne, ni magonjwa ya moyo, heart disease, ni changamoto kwa wanawake. Namba sita tunasema ni magonjwa ya kisukari. Kisukari ni hatari. Namba saba ni asma na magonjwa yote yanayopumua ni hatari kwa upande wa mwanamke. Namba nane, ni maambukizi ya kibofu na figo. Namba tisa, ni stroke na pressure. Stroke na pressure, bila kusahau upungufu wa kinga mwilini HIV, lakini pia uh, upungufu wa madini ya mifupa inaua inaongeza hatari ya mifupa kuweza kuvunjika. Lakini mwisho ni depresheni na magonjwa ya akili. Tuambie ni changamoto gani inayokusumbua hapo chini. Aa, ili tuweze kukupa msaada kutoka kwetu. Hakisha unawasiliana Dr. Jimmy kwa ushauri zaidi. Karibu.